Sehemu iliyopita eh. Dkt. Igoba alikamatwa lakini kabla bla hajazama gerezani aliacha kivuli cha hofu. Ujumbe wa kutisha ulimfikia Julia ukionyesha kuwa uovu haukuwa mtu mmoja tu. Vita havikuwa vimeisha. Sasa tuendelee. Usiku uleule ule, hospitali ilikuwa kimya cha ajabu, kimya kinachobana kifua. Dkt. Julia alikaa pembeni ya kitanda cha mama yake akimtazama bila kupepesa macho. Mashine zilitoa sauti ya taratibu kama hesabu ya wakati. Mwili wake ulikuwa umechoka, lakini akili yake ilikuwa macho kuliko wakati wowote. Simu yake ilitetemeka mkononi, ujumbe mmoja ukaingia: umefanya kosa kuamini uovu umeisha. Julia alisimama ghafla. Alipojaribu kumpigia Masatu simu, haikupokelewa Hofu ikaanza kupanda taratibu, ile hofu tulivu inayokuja kabla ya dhoruba. Taa za korido zikaanza kuwaka na kuzima. Julia akatoka nje ya chumba. Hatua zake zilikuwa nzito lakini thabiti. Aliporudi ndani, simu ikatetemeka tena. Safari hii ulikuwa ujumbe wa picha. Ilikuwa picha ya mtoto mdogo, labda wa miaka saba au minane, amelala kwenye kitanda cha hospitali. Macho yake yalikuwa wazi yamejaa hofu. Mkono wake ulikuwa umefungwa kwa mkanda wa upasuaji. Chini ya picha palikuwa na maandishi mafupi lakini makali. Upasuaji unaanza saa sita usiku. Mtoto huyu anaishi kwa sababu yako. Moyo wa Julia ukapiga kwa nguvu kana kwamba unataka kupasuka. Alitambua mara moja. Huu haukuwa mchezo wa igoba. Hii ilikuwa mitandao ile ile aliyotaja, wale waliotumia hospitali kama soko la damu. Julia alijaribu kuwasiliana na uongozi wa hospitali lakini mfumo wa mawasiliano ulikuwa umekatika ghafla. Kamera nyingi zilikuwa hazitoi picha. Kulikuwa na mtu ndani ya mfumo. Upande mwingine wa hospitali, Afande Masatu alikuwa akiandaa askari wachache waaminifu. Alikuwa pia amepokea ujumbe mfupi uliomfanya anyamaze kwa muda mrefu. Alijua adui aliyekuwepo hakuwa tena wazi, alikuwa kivuli. Julia alitembea haraka kupitia korido akijaribu kukumbuka ramani ya zamani ya hospitali. Alijua kuna wodi za chini zilizofungwa miaka mingi iliyopita, sehemu zilizokuwa hazitumiki tena, zisizo na macho ya umma. Lifti ilipofika milango ilijifungua yenyewe bila mtu mwingine, kabla hajabonyeza chochote, lifti ikaanza kushuka chini kabisa. Milango ilipofunguka, harufu ya kemikali nzito ikamvaa usoni. Mwanga ulikuwa hafifu. Julia alitembea taratibu, moyo wake ukimwongoza mbele. Alisikia sauti ya mtoto akikohoa kwa tabu. Ndani ya chumba cha upasuaji cha zamani alimwona mtoto yule aliyekuwa kwenye picha alikuwa ameunganishwa na mashine, daktari mmoja akiwa anajiandaa, uso wake umefunikwa na barakoa. Sauti ikasikika kutoka kwenye spika ndogo ukutani: Dkt Julia, e, tulijua utakuja. Julia alisimama, hasira, hofu na uchungu vikagongana ndani yake. Sauti ile iliendelea ikimwambia mtoto huyu alikuwa na kundi adimu la damu kama lako. Damu yenye dhamani kubwa sokoni. Upasuaji haukuwa wa peke yake tu bali na wewe leo utakuwa mwisho wako. Julia alijibu kwa sauti iliyojaa uchungu na ukali. Alisema hakuwa tena sehemu ya damu. Alisema alikuwa daktari si mchinjaji. Sauti ile ilicheka kwa dharau. Kila daktari ana ameapa kulinda, Julia. Tatizo ni pesa. Ghafla kengele ya mashine ikalia kwa nguvu. Mtoto akaanza kudhoofika. Julia alisogea haraka akijaribu kumsaidia, lakini vifaa vilikuwa vimefungwa kwa mfumo wa mbali. Simu yake ikawaka kwa mara ya mwisho, ujumbe mmoja ukaingia: sasa fanya maamuzi, dakika kumi. Ukicheza mtoto anakufa, ukifanya kazi nasi wewe na mama yako mtaendelea kuishi. Julia akashika kichwa chake kwa mikono miwili. Machozi yakamtoka, lakini ndani ya macho yale kulikuwa na kitu kipya, uamuzi. Alimwangalia mtoto kisha akatazama skrini ya simu. Kisha akainua kichwa chake, sauti yake ikiwa tulivu lakini nzito kama kiapo. Mkigusa mtoto huyu initavunja kila kitu mlichokijenga. Ukumbi ukanyamaza. Mashine zikatoa mlio mrefu wa tahadhari. Na nje ya chumba, hatua nzito zikaanza kusikika zikisogea haraka. Muda ukaanza kuhesabiwa. Hatua nzito zilipozidi kusogea, Julia hakurudi nyuma. Aliweka simu chini akamshika mtoto mkono kwa upole, kana kwamba anampa ahadi isiyovunjika. Alianza kufanya kile alichojua kuliko chochote, kupambana na kifo kwa mikono yake mwenyewe. Alivunja mfumo wa mashine kwa njia ya dharura akitoa umeme kwa mkono mmoja huku mwingine ukiendelea kumsaidia mtoto kupumua. Kengele zililia kwa sauti kali, zikachanganyika na sauti za askari waliokuwa wanavunja milango ya chuma. Masatu aliingia wa kwanza, uso wake umejaa hasira na hofu. Alimwona Julia akiwa amechoka, amejilowa jasho lakini bado amesimama imara. Askari walidhibiti eneo hilo haraka. Madaktari waliokuwa sehemu ya mtandao ule walikamatwa. Mtoto akapelekwa kwenye chumba salama, akipumua kwa tabu, lakini akiwa hai. Asubuhi ilipofika, ukweli wote ukaanza kuanikwa. Mtandao wa damu uliokuwa umejificha nyuma ya majina makubwa ulivunjwa. Watu waliodhaniwa kuwa wa heshima walishushwa vyeo, wengine wakapelekwa mahakamani. Jina la dokta Igoba lilitajwa mara ya mwisho kama chanzo cha mwanzo wa uovu, lakini sasa ikajulikana wazi alikuwa ni uso mmoja tu wa kitu kikubwa zaidi. Mama yake Julia alinusurika, mtoto naye aliokolewa, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Julia aliruhusu pumzi ndefu itoke kifuani mwake. Miezi michache baadaye, maisha yalikuwa yameanza kupata mpangilio mpya. Julia aliteuliwa rasmi kuwa dokta mkuu wa kitengo cha upasuaji. Hakuwa tena daktari anayeamriwa na hofu, bali kiongozi aliyekuwa amepitia damu na akaamua kubaki mwanga. Masatu alipandishwa cheo mbele ya askari wengi, akiheshimiwa kama mtu aliyesimama upande wa haki, hata ilipogharimu karibu kila kitu. Safari ya mapumziko ikawapeleka nje ya nchi hadi Kenya. Usiku mmoja walikaa katika mgahawa mkubwa wa kifahari, taa laini zikimulika meza zao, muziki wa taratibu ukipita hewani. Ilikuwa mara ya kwanza walikuwa wanakula bila hofu ya simu, bila sauti za kengele za hospitali. Masatu alikuwa anazungumza akitabasamu, lakini Julia ghafla akanyamaza. Macho yake yakatazama mbali, upande wa pili wa mgahawa ya watu waliokuwa wanapita, alimuona mtu aliyemfanya moyo wake usimame kwa sekunde moja. Alifanana sana na Igoba. Alikuwa amesimama kwa mbali, amevaa suti nadhifu, uso wake ukiwa na tabasamu dogo lisiloelezeka. Hakukaribia, hakusema chochote, alimtazama tu, kisha akageuka polepole pole, akapotea ndani ya umati. Masatu alimwangalia Julia, kuna shida? Julia akavuta pumzi, akayatoa macho yake pale alipokuwa anatazama. Akatikisa kichwa taratibu, akitabasamu kwa upole uliokuwa umechanganyika na hekima ya maumivu aliyopitia. Hakuna shida, akasema kwa sauti tulivu. Masatu akashika mkono wake. Usiku ukaendelea, muziki ukaendelea, maisha yakasonga mbele. Usisahau kusubscribe, kulaiki na kushea video hii ili uwe wa kwanza kupata nyingine kali zaidi. Karibu na asante kwa kunisikiliza, eh.